We stop hapo wewe we. We stop hapo umevaa nguo ya Rakuteni unafanya kazi kampuni gani au unafanya kazi wapi? Hasa kazi gani na wewe? Kwani kazi uzifahamu? Sifahamu kazi. Ufahamu kazi? Yaani wewe unavaa nguo ya Rakuteni, maana yake Rakuteni ni kampuni tuseme hivyo. Haya, wewe unaivaa tu na hapo kabisa. Ukiangalia hiyo nembo ni ya, ni ya wana sport. Sasa wewe unafanya kazi gani? Uwanja wa taifa? Uwanja wa nini? au mimi najua, sijui ndio hiyo captain, sijui mimi, na najua haina kazi yoyote. Sasa wewe unafanya kazi gani? Sasa tuachane na hiyo rakuteni, mbona unaivaa hiyo? sinakutambulisha kwamba unapofanya kazi kwanza, hii inanitambulisha Majabu, pumbavu, Asa, unanitukana, unanitukana, mimi? Kwa manyoko, mpumbavu. Ya mpumbavu. Mkimbize nani mubwa wewe, subiri kwanza, subiri kwanza. Subiri kwanza, subiri kwanza, hivi unajua kumshikia mtu miti au magogo, hujui ni kosa kisheria? Angalia kule chini kuna mwenyekiti anakuja. Ingia ndani kabla hawajakusaka. Ingia ndani. Ingia kabla hawaja kukamata. Mapozi nimekunyosha.